Turejie kwenye taarifa yetu kuhusu eh, rais Emmanuel Macron wa Ufaransa ambaye ameahidi kuteua waziri mkuu mpya ndani ya saa 48 zijazo, na hii ni kufuatia waziri mkuu aliyemteua hivi karibuni kujiuzulu akiwa amehudumu chini ya wiki mbili, lakini pia anakuwa waziri mkuu wa saba kujiuzulu katika kipindi tu cha Rais Emmanuel Macron madarakani. Na sasa tutakukumbusha pia idadi ya mawaziri e, ambao wamejiuzulu na ambao wameondolewa kwa kura ya bunge e, na nini hasa pia ambacho kimefanya iwe ngumu serikali ya Ufaransa e, kufanya kazi na hapa e, tumemwalika mchambuzi kuweza kufahamu hilo kwa kina Hilda. Na katika kuzungumza hili kwa kina tunaye hapa mchambuzi wa masuala ya kimataifa, Partenos Niegira, ili ku kudadavua uh, kwa kina kile ambacho kinajiri kule Ufaransa baada ya takriban miaka nane ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuongoza, akiwa bado madarakani ni kama vile anapata uh, wakati mgumu kwake. Karibu sana Partenos. Asante sana. Nna pengine e, tuanze kwa kuangalia hasa nini ambacho kinajiri na kuendelea kule e, Ufaransa wakati ambapo tunashuhudia e, mawaziri e, wakuu mawaziri mkuu e, kujiuzulu na akiwa sio wa kwanza. Ya, niseme kinachoendelea ndani ya Ufaransa ni, ni matokeo ya muda mrefu wa zaidi ya miaka hamsini. E, ili uweze ukielewa, lazima uende miaka elfu moja mia tisa arobaini na tano baada ya vita ya pili ya dunia na walipopata uhuru miaka elfu moja mia saba tisini na mbili eh, walitengeneza mfumo unaitwa mfumo wa kijamii eh, welfare state. Mfumo wa kijamii unalenga kufanya mambo yafuatayo: moja, pensheni. Kuongeza pensheni, maanaake serikali iendeleze nguvu ya kusimamia na kutoa pensheni kwa wafanyakazi wake. Masuala ya bima ya afya, elimu, ajira kwa vijana na watu wote, na huduma zingine za kijamii. Sasa ukishatengeneza e, taifa la aina hiyo, maanake serikali inaendelea kuhodhi baadhi ya vitu vya kimsingi e, vinavyotawala uchumi kwa hiyo uchumi huo ndio uliojengeka kwa kipindi cha miaka yote hiyo. Sasa ilikuwa ni rahisi kuweza kutekeleza hilo, kwa sababu miaka e, thelathini baadaye kutoka elfu moja mia tisa arobaini na tano mpaka sabini na tano wanasema uchumi wa Ufaransa ulikuwa, unaji, un, ulikuwa ni himirifu yani ulikuwa unajiweza na mwisho wa siku ulikuwa unasaidia katika kufanya au kutoa huduma hizo. Kwanzia mwaka sabini na tano ukawepo mabadiliko yakajitokeza, uchumi ukaanza kudorola, serikali sasa ikaanza kujiondoa kutia mizizi yake katika uchumi wa kijamii, na hilo ndilo tatizo kubwa. Kwa hiyo ukiangalia kilichojitokeza hivi karibuni ni cha muda mrefu, kwanzia miaka tisini na tano mwaka, mwaka elfu mbili na kumi mwaka elfu mbili kumi na saba kumi na tisa mpaka ishirini na elfu mbili na ishirini na tatu Kwa hiyo tukinaweza tukasema kwamba ni mambo makuu manne au matano. Moja ni, ni mgongano kati ya uchumi uhalisia wa kiuchumi pamoja na matarajio ya kijamii, hilo ni la kwanza, kwamba serikali sasa inataka moja kuhakikisha kwamba inalinda ina, ina uchumi kufanya mageuzi kwa sababu wanaona bajeti yake haiwezi ya kujitosheleza tena mpaka wawe na, na mikopo. Na sasa hivi taifa la Ufaransa lina mikopo mikubwa mm -hmm. liko kati, ukiangalia takwimu za mwaka elfu mbili na nne elfu mbili na tano e, uwezo wake wana, wana deni la trilioni tatu nukta tatu mpaka tatu nukta nne e, euro. Sasa pesa hizo ni nyingi sana na kwa kuwa bajeti yake daima ni bajeti ya nakisi yani deficit budget, ni kwamba eh, mapato ya serikali ni kidogo ukilinganisha mm, matumizi ya serikali. Kwa hiyo hapo kumekuwepo na uvutano sasa, wanaona kwa mwendo huu hawawezi, kwa sababu hata sera za, za umoja wa Ulaya zinawataka deni lake liwe imirifu lisiwe zaidi ya asilimia sitini, kati ya asilimia sitini na kushuka sasa wao ukiangalia deni lao linafika asilimia mia moja kumi na tatu hivi mm. sasa mambo hayo yote yanafanya serikali iwe na ugumu wa kuweza kuiendesha na kujenga uchumi. Sasa wanakuja na mageuzi, wanakuja na mpango wa mageuzi. Sasa mpango huu wa mageuzi ndo unaleta e, unabana una, una, una, una kati ya matarajio ya kiuchumi e, matarajio ya kijamii na uhalisia wa kiuchumi mm -hmm. Sasa vitu hivi viwili ndo vinavutana na huu ndio mgogoro mkubwa, na hiyo ndio sababu kubwa. Yanayotokana na hayo ni machache japo ndio kuna kubadilika kwa siasa za vyama vya kati e, zamani wao walikuwa ni wakati kwamba hawaegemei upande wa kulia wala wa kushoto mm -hmm. Ila sasa hivi kumeanza kuwepo mabadiliko kulia na kushoto zimeanza kuwa na nguvu kubwa, kwa sababu wameanza kupitisha sheria, wametangaza sheria ya kuongeza mm -hmm. e, kustaafu kuwa na e, miaka badala ya sitini na mbili kuwa sitini na nne. E, wameongeza muda wa waku, kufanya kazi zaidi na kustaafu. Sasa hili linazidi kuleta mtikisiko kwa wanaofanya kazi na linapingwa kwa, kwa kiasi kikubwa, na kutokana na hilo sasa kuna kuwepo mvutano kati ya vijana na jamii ya wazee. Vijana wao wanataka maisha mazuri, kuna e, ajira ni shida, maisha ni magumu na kadhalika. Sasa kwa upande wa serikali wenyewe na viongozi yeah, yeah. na hasa um, nakatia nafasi ya waziri mkuu ambaye ana nafasi kubwa ya kushughulikia haya pia pamoja na rais na wengine, kwa nini wamekuwa wakiondoka madarakani? E, wamekuwa wakiondoka kwa sababu hiyo kubwa ya kiuchumi. Uchumi huwezi ukaujenga kwa sasa, huwezi hmm ukaujenga bila kuwa na e, tunasema usumi, uchumi wa soko ambao utalinda tu haki chache za kimsingi na wakati huo huo kuendelea kutengeneza uchumi. Sasa e, jamii inasema kwamba hapana, kwa sababu mikataba yetu ya mwaka 1945 ya kijamii inaitaka serikali kuendeleza e, uchumi wa kijamii the welfare state. Sasa nyinyi mnapotaka kwamba wapunguze e, maanake taifa ambalo lina, lina bajeti, bajeti yake ni deficit kwa mfano ili liweze kujinusuru kutoka kwenye magumu lazima lifanye mambo mawili au yote kwa pamoja. Moja, lazima wapunguze huduma kwa jamii mm. Sasa huduma hizo ni sawa na kupunguza pensheni, kuongeza muda wa e, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa kustaafu na masuala kama hayo. Sasa hawa wamekuwa katika utukufu kwa miaka thelathini na zaidi, kwa hiyo wakiona unafanya hivyo, maanake wanaona wewe e, unajitoa katika kuwalinda, unajitoa katika kutekeleza yale ya kimsingi kwa hiyo uchumi sasa hauwezi mm, wenyewe bila kuongeza. Ufaransa walifanya mm, hivyo kuongeza ku, eh, muda wa, wa, wa kustaafu. Ndio, hilo moja wapo kwamba waongeze muda wa kustaafu kusudi wapunguze kuwalipa mm. mm. napata pensheni. Eh, na wakati wao waliona na hiyo Yeah. Sasa watu wenyewe so wanaona hapana, ingekuwa kwetu manake, mtu akiongezewa muda wa kuendelea kuwepo kazini yeye anafurahi. yeah, yeah, kwa sababu kwa sababu sisi sio welfare state oh, yeah. Kwa hiyo sasa wanaona ni tatizo, lakini pili, lazima uongeze kodi ili kusudi uweze kupata pesa nyingi mm. za kuhudumia uchumi na kuhudumia wananchi. Sasa hili na lenyewe ni tatizo, kwa sababu gharama, kodi zikiongezeka, gharama za kuishi zinaongezeka mm. sasa e, kuna kuna wimbi la wazee wengi kuliko vijana Hayo, watu ambao wanatakiwa kustaafu ni wengi, na hivyo vijana na wenyewe wanaona mm, gharama hizi za maisha hatuwezi, wanataka maisha mapya. Kwa hiyo kuna uvutano wa kimatarajio mm. Sasa kujiuzuru kwa hao viongozi ni kwamba wanaona wawezi kuendelea kufanya kazi bila kuendelea kukopa mm. Na ukiendelea kukopa unaweza uka yani taifa linaingia katika ufirisi. Sasa hili ni tatizo, kwa hiyo hapa kumbe Hmm, kikubwa ambacho kinatakiwa kina, kina ni ukweli wa kukaa chini na kubadilisha mikataba hii ya kijamii kwamba hmm, tunajiondoa kwenye welfare state, tunaingia kwenye mfumo wa uchumi wa soko, ili tuweze kulipa haki chache za kawaida na watu wajipambanie wenyewe. Ndivyo hmm, mataifa mengi yamekwenda. Kwa hiyo kumbe, ni roho ya mapinduzi hmm, dhidi ya uhalisia ambao unaendelea na Wafaransa wana niseme ni, ni conservative sana, kwa sababu wataki hilo kulibadilisha, na ndicho kilicholeta mapinduzi. Lakini kwa nini wa walimpa kipindi cha pili? Kwa sababu mavuguvugu kama haya yalianza tangu e kipindi chake cha kwanza madarakani. Kwa mfano, swala hili la kubadilisha e sheria ya pensheni na kuongeza umri kutoka miaka 62 hadi miaka 64 kustaafu nchini Ufaransa, na mambo mengine pia ambayo yalikuwa yanatikisa serikali ya Macron, lakini bado alinusurika kwenye Uh, uchaguzi wa kipindi cha pili uh, inakuwaje? Wafaransa wanataka wana, wana, wana kumtoa ikiwa amebakisha mwaka mmoja na nusu hivi uh, kuelekea mwaka mm. 2027 ambapo watakuwa na uchaguzi mwingine. Ni kweli yalianza 2019 2020, yeah. alitaka kuweka mifuko ya hifadhi katika mfuko mmoja mm. wakalipinga vibaya sana. Kwa hiyo wao bado walikuwa na imani kwamba kwa sababu wana sera za kati ataweza kuleta balance. Hmm. Sasa hivi mgogoro mwingine uliopo ni wa kushuka kwa sera za kati. Kwa hiyo vyama vya kati, kwa mfano chama chake za Centralist eh, Alliance kimeanza kupoteza, kwa sababu watu wanataka watu watakaokuja na, na mfumo au na msimamo wa kikushoto zaidi au hmm. kikulia zaidi hmm, kwamba hapana, tutaendelea kutunza misingi yetu ya kimapinduzi hmm, litaendelea kuwa welfare state, hatutaenda zaidi hapo. Huyo hmm. anaanza kusema hapana lazima tubadilike kwa sababu eh, serikali itafirisika, uchumi utakupu, utapromoka na tutashindwa kulipa hizo huduma ambazo mnazihitaji. Hmm. Kwa hiyo uvutano huko hapo kwa sasa alivyo, ali, aliwaahidi akifikiri lingeweza kufanyika, lakini kuna mambo yamebadilika, yes. Covid kumi na tisa imeingia, vita vya Urusi na Ukraini, haya mambo yote yamezidi kuleta mivutano. Watu wanaotakiwa ku, eh, kustafu wamezidi kuongezeka, kwa hiyo natakiwa kulipa sana amekuja kujikuta kwamba uhalisia huo haupo tena, okay. Kwa hiyo lazima U, Ufaransa imekuwa ni miongoni mwa nchi ambazo zinapokea wageni wengi sana kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo mataifa ya Afrika, na ikiwa umesema kwamba siasa za kati centrists hawa mm. kama Emmanuel Macron wanaonekana kupoteza mwanake sasa, siasa eidha ziegemee kwa wahafidhina au ziegemee zaidi upande wa kushoto, wewe unaona zikiegemea wapi hasa na itakuwa na athari gani kwa wageni ama watu wengi ambao wanakwenda kuishi nchini Ufaransa. E, e, zikirudi katika mfumo wa kushoto zaidi au kulia zaidi ni hatari zaidi mm, kwa sababu sasa hivi e, deni la, la, la, la, la Ufaransa ni kubwa sana asilimia mia moja kumi na tatu, kinyume kabisa na, na sheria za Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo Umoja wa Ulaya wanataka wawe na sera nzuri itakayowawezesha kupunguza hilo deni e, na ukisema kwamba usibalans kulia na kushoto utaingia mgogoro sasa hivi, kwa hiyo kumbe e, idadi hii ya watu, kwa hiyo utalii utaporomoka, uta lakini pili ukawa ukijua kwamba mataifa ya Afrika bado yana watu wanakimbilia kama wahamiaji huko mm, Ufaransa. Kwa hiyo kumbe kuna gharama kubwa sana, kwa hiyo wasipokuwa wamejipanga vizuri sasa hivi wakakaa kwenye meza ya majadiliano na kuondoa fikra za, za mabavu ambazo zinaendelea E, wanaweza wakaingia kwenye kile Ugiriki iliingia miaka ile mm, uchumi ukaporomoka na ikahitaji kabisa usaidizi. Kwa hiyo nimevutana na namna hiyo. Kwa hiyo mimi bado naamini sera za kati zinaweza kuwasaidia, lakini pili wafanye mabadiliko, mabadiliko ya kikatiba yaliyofanywa mwaka hamsini na nane yalimpa yali yali rais mamlaka makubwa ya kuweza kufanya chochote hata bila kukubalika ndani ya bunge mm, e, bila kupitishwa na bunge. Sasa hilo na lenyewe linaanza kufanya jamii ya wa Wafaransa sasa hivi kuonekana kwamba wakipitisha bila makubaliano ya bunge yeah, wanapuuzwa, sauti yao haisikilizwi. Kwa hiyo, yani, kuna mapinduzi yanayoweza yakaja ya pili, ya kuondoa historia ya muda mrefu, urithi wa dola la kijamii la ustawi wa kijamii, ukilinganishwa na sasa. Kwa hiyo kunahitajika watu kukaa vizuri, kwa hiyo kwa kwa salama ya Ufaransa ya ya ya lakini pia salama ya wahamiaji eh, watu kutoka mataifa mengine wanaoishi Ufaransa, bora eh, Macron aendelee kwa madarakani, sio bora Macron aendelea, anakaribia kuishi kuondoka, hata hivyo mm -hmm. kwa mujibu wa katiba, ila sera za kati ndizo nazo watu wenye mtazamo wenye mtazamo wa wow. eh, siwezi nikasema mtazamo wa Macron kwa sababu na yeye ni centrist. <laughs> siwezi nikasema mtazamo wa Macron kwa sababu anabadilika kila mara, ila niseme wenye, wenye, wenye sera za kati ambayo Macron naye pia ni miongoni mwa watu ni miongoni mwa watu lakini, tunaposema kwamba mwenye msimamo wa kama wa Macron mm, ni kitu kingine tofauti, ndio mm. Okay. Mm. na wakati huo huo, uh, bunge lilikataa kumwondoa uh, Rais Macron, kukiwa na majadiliano hayo, na ye mwenyewe pia alisema hataondoka kabla ya muda wake uh, mm. kukamilika. Uh, unadhani hili linaweza kuathiri uh, kiasi gani hiki kipindi alichobaki uh, nacho uh, hmm. watafanikiwa ku, ku hmm. ondoa wanaweza wakafanikiwa, kwa sababu lazima ipitishwe ipitishwe bunge pitishwe bunge, eh, bunge lazima ipitishwe bajeti ya mwaka elfu mbili ishirini na sita. Sasa bajeti hiyo ni ngumu, kwa sababu mwaka elfu mbili na ishirini na nne ndo alitengeneza tatizo, alivunja bunge bila muda wake, na hivyo wakaingia kwenye uchaguzi wa bunge na mwisho wa siku hawakupata idadi inayo wingi wa kutosha, kwamba tunapoleta kitu bungeni kinaweza kikapita kwao. mm. Kuna migawanyiko ndani ya bunge, vyama vya, vya mlengo wa kulia na kushoto vimeanza kuwa na nguvu, na hasa chama cha Le Pen mm. kimeanza kuwa na nguvu sana kwa sababu kiwafidhina no? hey, wakubwa. Kwa hiyo wanazungumza ile misingi ya zamani. Sasa e, kama hakutatokea namna ya kupitisha bajeti, maanake taifa liwezi likaendelea kukaa bila bajeti moja kwa moja watamwondoa, watakuwa na maandamano makubwa na ataondoka mm. kwa hiyo salama yake sasa hivi ni, ni, ma, ni mazungumzo ya kukubaliana na vyama hivi vya kulia na kushoto kuweza kupata nguvu ya kupitisha kwanza bajeti. bajeti isipopitishwa Makoroni hayupo mm. kwa hiyo ajitahidi kwamba huu mwezi wa kumi huu hizi vurugu zilizoanza mpaka wa kumi na moja hapo kati mm. ikizidi hapo Makoroni ataondoka. Sasa e, na, na, na, ameahidi kwamba ndani ya saa 48 atawachagua waziri mkuu mwingine baada ya huyu hapa e, waziri mkuu aliyejiuzulu e, hmm. hmm. Lecornu kwa kujiuzulu akiwa amesave ame, ame katika ndani ya siku 26 sita, chini ya mwezi mmoja tu, yeah. Uh, na anataka ana, ana kuteua mwingine tena ndani ya saa 48 zijazo. Unadhani hiyo itasaidia chochote? Alipaswa <laughs> e, niseme bado tatizo, tatizo sio viongozi hawa wakuu hawa, viongozi wanaingia wanaona, wanaona. Mm -mm. hii ngoma iende. Mm. Hii ni hatari, kwa hiyo tatizo sio sio hilo tatizo, nadhani ni kama nilivyosema ni la kimfumo, ni la kisaikolojia zaidi, ni la kimuundo zaidi, kwa hiyo wakae waangalie muundo wao na jinsi ya kubadilisha. Sasa sasa hivi lazima wimbi la wazee walikubalie kwamba listafu kwa muda ambao ulikuwepo kabla lakini pili, waanze waanze kuja na sera itakayowawezesha vijana sasa, kwa sababu vijana wanataka maisha mazuri mm. Wanataka ajira, wanataka gharama za maisha zipungue, wanataka vitu vya aina hiyo, kwa hiyo waje na sera aina hiyo, lakini wawe na mazungumzo ya muda mrefu eh, mazungumzo ya kuangalia ni jinsi gani wanatoka kwenye falsafa hiyo ya zamani ya kwamba hatuwezi tukaendelea kuwa a welfare state. Ilianza mwaka 75 uchumi ulipoanza kuporomoka ulipoanza kudorora miaka hiyo, kwa sababu mm. e, gharama za mafuta zilipanda, e, na kukawepo masuala mengine ya aina hiyo. Sasa hawakuona kwamba mambo yanaweza yakawa magumu zaidi. Sasa ukiangalia mwaka sabini na tano mpaka leo, karibia miaka mingine thelathini imekata mm. Sasa e, ni bomu ambalo linahitaji mjadala mm. Ni mjadala wa kifalisafu wa mfumo wa nchi kwa ujumla mm. haya mm. tunakushukuru sana uh, na sasa tu, tumkumbushe mtazamaji wetu tu kwamba katika kipindi ambacho Rais Macron amekuwepo madarakani tangu mwaka 2017 eh, amekuwa na mawaziri wakuu saba na anayekwenda kumteua sasa atakuwa wanane. mm -hmm. Eh, tumkumbushe tu miongoni mwa mawaziri wakuu mawaziri wakuu ambao wamehudumu kwenye serikali ya Rais Macron ni hawa wafuatao eh, na eh, huyu aliyejiuzuru eh, hivi karibuni akiwa amehudumu katika siku ishirini uh, saba ni Sebastian Lecornu huyo mm. Hapo e, waziri mkuu ambaye alijiuzulu na uh, akiwa aki, aki, aki, aki, aki, aki, aki, aki bado hata hajaunda serikali yake mm. E, na waziri mkuu mwingine ukiachana na Sebastian Lecornu tunakumbuka pia uh, wako mawaziri wakuu wengine. Waziri mkuu sasa wa kwanza kuteuliwa na rais Macron ni Edward Philip eh, huyo hapo E, ambaye alikuwa muhafidhina ilikuwa mwaka elfu mbili kumi na saba, na huyu sasa hivi amegeuka kuwa mpinzani mkubwa na ni miongoni mwa watu ambao wanahitaji waziri rais Macron aondoke madarakani e, lakini pia ukiachana na huyo waziri mkuu mwingine ni e, Jean Castex e, ambaye yeye alihudumu katika kipindi kile ambacho kulikuwa kuna janga kubwa la uviko 19. Uh, na alikaakaa uh, kidogo mpaka uh, Aprili elfu mbili na ishirini na mbili ambapo alijiuzulu. Na mwingine sasa ni waziri mkuu mwanamama Elizabeth Borne ambaye yeye uh, aliteuliwa Mei mwaka elfu mbili na ishirini na mbili baada ya waziri mkuu uh, Castex kujiuzulu. Mwanamama huyo uh, akihudumu katika serikali ya Macron. Gabriel Atal kijana ambaye alizua gumzo e, misimamo yake na mtazamo wake kuhusiana na masuala ya kijamii ni miongoni mwa vitu ambavyo vilileta mjadala mkubwa. Najua na wengi wanamfahamu e, misimamo yake hasahasa -hasa. E, na yeye pia hakukaa muda mrefu yeye eh, alijiuzulu eh, eh, Septemba mwaka jana eh, baada ya kusevu kwa kipindi cha miezi mitatu. Mwingine ni Michael Barnier ambaye yeye ni mzee miongoni mwa mawaziri, mawaziri wakuu wazee kuhudumu katika serikali ya Ufaransa. Na yeye eh, aliteuliwa eh, ali, ali, ali, ali uh, na Rais Macron wakati huo na eh, waziri mkuu mwingine ni Francois Bayrou huyo hapo sasa, Francois Bayrou yeye alikuwa ndo waziri mkuu wa saba uh, uh, wa Macron mwaka elfu mbili na ishirini na nne na na ndipo alipoteuliwa, uh, na yeye alipigiwa kura ya kutokuwa na imani uh. Hao ni miongoni mwa mawaziri wakuu ama mawaziri wakuu wote ambao wamehudumu katika serikali ya Rais Emmanuel Macron na sasa anakwenda kuteua waziri mkuu wa nane. Mm -hmm. E, na anakuwa ni miongoni mwa marais ambao umefanya kazi na waziri wakuu wengi, na tufahamike kwamba unapo uh, waziri mkuu anapojiuzulu au anapoondoka manake mm -hmm. baraza lote la mawaziri linavunjika, inabidi uunde upya tena serikali. Ndio. uh, Kwa, kwa kumalizia uh, nini sasa kitaleta utulivu wa kisiasa nchini Ufaransa kwa ufupi sana? Nafikiri wasitishe mpango wao wa kuongeza eh, umri wa kustaafu, lakini pili wajitahidi kupitisha bajeti ya serikali hmm. na bajeti hiyo sasa isiendelee kuongeza kodi na kupunguza matumizi katika sekta za umma. Kwa hiyo waanze hivyo kwanza, japo hmm. ndio e, itakuwa na mgogoro, lakini pili wazungumze na na, na na umoja wa Ulaya pamoja na mashirika ya, ya fedha duniani kuona jinsi gani wanaweza wakaja na, na sera ambayo ni sawia kidogo itakayo moja punguza kuendelea kukopa lakini pili kuendelea kujenga uchumi wa taifa lao. Mm. Asante. Na sa... mwisho, mm. ni majadiliano tu waweze hey, kuzungumza na vijana na kadhalika kabla vijana wajali anzishe. Shukrani sana. Sana. Sana. sana ni eh, Gira mchambuzi wa masuala ya kimataifa tukizungumza naye kuhusiana na kujiuzulu kwa mawaziri saba katika utawala wa Emmanuel Macron kule Ufaransa.